Watazamaji, wananchi wote, Tanzania mzima, tiketi zetu zinapatikana. Kwa hiyo nenda sehemu yoyote ya Selcom utapata tiketi yako mapema kabisa, ili kesho usije ukapata usumbufu. ni hayo Leo anasemaga kama shuzi, Asalamu alaikum. Walaikum salam. Ah, kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii mimi kama msemaji mkuu wa timu Samatta. Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehma kwa kuweza kutupa nguvu, afya na kuweza kufika mahali hapa, lakini ah, nikiwa kama msemaji pia, ah, nikielezea timu yangu tumejipanga vizuri kabisa, vijana wangu wako hoteli mpaka sasa hivi ninavyozungumza. Huyo ah, kijana wangu ambaye ndio golikipa wao Kaseja kwenye hoteli lalaje, sijawahi kuona <laughs> yani kama akajimanua, yani anasikia raha e. Na kama mnavyojua Kaseja ni mdakaji mzuri sana, na nilimwambia kabisa kwamba nakuomba, ukiwa ukiwa pale golini kwako, mtu mchezaji yoyote wa upinzani asikuone kama yeye ni golikipa, aone kama ameweka container kwenye goli kwa kila kifuja mwamba ni umwachane kazi ipo. Kuna kijana wangu mwingine pia chuji chuji, kama unavyojua nimemkamua sasa hivi iko vizuri, kwa hiyo mpaka hiyo kesho tarehe tisa atawaonyesha namna gani. Na, na nikiangalia kwenye meza yangu hapa kijana wangu Samatta tumemtoa Genki mara moja kwa ajili ya kutumikia taifa hili, na kama unavyojua hii ni mechi ya hisani kwa wasanii pamoja na wanamichezo katika kuchangia elimu Tanzania, kuchangia madawati, watoto wasome. Kama unavyojua tena baba, ukiwekewa chakula kwenye meza eh, alafu ukala chote ujabakisha, manake kama ni muuaji mzazi. Lazima unapopata chochote, lazima uhakikishe kwa watoto unao wanafanya nini, wana- wanakula. Kwa hiyo na sisi kwa nafasi yetu kama wasanii na wanamichezo na wanamuziki tumeona uh, basi, kwa Mwenyezi Mungu alichotujalia kuweza kupata kipaji hiki, basi tunakitumia kuhakikisha wadogo zetu, watoto zetu wanaona mchango wetu juu yao na kuisaidia serikali katika sekta ya elimu. Lakini kwa kuwa msemaji pia nimepata bahati nyingi sana kwa sababu, hata kupita kwenye mtandao wangu pale uh, utaona nimefanya fujo fujo sana, nimeonyesha kwamba nina uwezo wa mpira mimi. Sio msemaji tu, mi ni msemaji afikia ni mchezaji <tipi> <tipi> imefikia hatua mimi mmenifananisha mpaka na Manara <laughs> kwa kuongea hiyo, kwa kama mimi nimefananisha na Manara maanake Manara na wakati mgumu na kibago chake. <laughs> kwa hiyo nategemea mmo pia tantafuta mimi nitakama nafasi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba uh, tunaomba sana uh, na ukizingatia tuko kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Ramadhani hii itakuwa ya furaha kwa Watanzania wengi, mje pale Taifa kuangalia mpira na furaha na mziki, kwa sababu tutahitaji hata kuzingatia kingine ni kidogo sana. Ni aibu sana ukisema 2000 hauna. Ni aibu fedha. 2000 kwa watoto, 2000 kwa mtu mzima. Ukitaka VIP shilingi 3000. Kwa hiyo mkija pale mtapata burudani zote. Na mimi mwenyewe eh, sisi warusha midomo, mimi pamoja na jirani yangu pale Mpoki Tim Kiba ambaye mpaka sasa hivi, kwanza kwa mechi tu za nje nishamfunga goli nani. <coughs> Nimefunga goli nane kwa, nataka tu Samatta afunge goli hili moja ikamlike goli tisa kwa mechi za nje wa nje, mimi nishashinda na nategemea zaidi uwepo wenu. Wale wapenzi wa mpira pia wapenzi wa muziki mje pale, utaona wasanii wengi, utaona na michezo wengi sana wakifurahisha. Na gemu yetu kama unapojua inaanza saa tisa karibia na nusu, si ndio? Kwa utapata tamda kidogo, somo yako uje kuikazia pale kiwanjani kidogo Eh, kifika kumi kumi na moja unaenda nyumbani unaenda naye kufinya. Mimi sina mengi sana, ni hayo lakini, katika listi yetu hii ya uwanjani pale, tuna refali, mimi nataja kabisa refali yetu anaitwa bwana Osman Kazi, nafikiri tunamfahamu eh, pale yaani anapumzika kama unaweza kumfananisha kama na mbwako, alafu kuna line one kuna brother anaitwa Kenneth Samson, line two kuna Abdalla Soleda na pia uh, yule kocha uh, wa mezani mwamuzi meza anaitwa Kodeni Mbaga na kamisa anaitwa Sijali Mzeru, au ndio watakokuwa, uh, waamuzi wetu wa mechi hapo uwanjani. Mimi nawasikika sana kwamba mje kwa wingi, mje vya kutosha, sio tu mpate uh, kuona mpira uwanjani. Mtaona pia na utupiaji wa maneno, maana sisi ni fundi wa maneno. Kwa hiyo wanasemaka wenyewe kwamba ukipata nafasi, au wale watu wa Zanzibar wanasema waadaniosada, eh, kura kuramba koramsa wa hamsini mafili jawi la <laughs> polisi

Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania.